Yes, daraja moja nacheza nao NBC uh, Premier League kwa sababu ndo, ndo, ndo ligi ya, ukizungumza ligi tano barani Afrika zilizo bora, uwezi kuikosa ligi ya Tanzania. Mimi nacheza ligi hiyo, Yanga anacheza ligi gani? Sasa, mm -hmm. Kumbe nini, baisk daraja sawa, kama kuwakilisha nchi, aamshai kuwakilisha nchi <laughs> umesahau River Nile nikatoka robo finali kwa mikojo ya penalty na AFC Leopards ya Kenya, tena AFC Leopards dume, sio hii mchekea mchekea. Kwa hiyo kwenye kimataifa nimo, ukija kwenye lokoloko nimo, nagongana nao kote tu bwana. Mechi ya leo na mechi yako leo na Yanga kwa ujumla, unaweza kuizungumzia? Hasa mechi ya kiume. Mechi ya kiume, uh, wachezaji wamecheza pande zote mbili, na nilikwambia tangu awali na waheshimu Young Africans Yanga, kwa sababu wana timu nzuri, wachezaji wazuri, end of the day nikakwambia kwamba nahitaji pointi tatu muhimu hii imekuwa alhamdulillah kwa Yanga kwa kupata pointi moja. Alhamdulillah kwa Yanga kupata pointi moja. Ipi timu? Timu ngumu, ndio maana kwa Yanga zana daraja moja. Sina wasiwasi na timu yoyote ambayo aanao ligi kuu kwa mwaka. Una lipi la kuzungumza baada ya mchezo wa leo kuhusiana na Yanga Africans? Nawashukuru mashabiki eh, ambao wamejitokeza kwa wingi kuisapoti timu yetu eh, lakini pia eh, nawapongeza na wale mashabiki wa klabu ya Yanga ambao wamefanya safari eh, kutoka maeneo mbalimbali ama mikoa mbalimbali mbali, eh, kwa ajili ya kuja kushangilia mpira. Huu ndio mpira wa miguu na unachezwa hadharani na shughuli tumeiona. Timu ya ubingwa wanayo?